Habari ndugu wa Tanzania, kwa jina naitwa Pius Mwikola, mkurugenzi na afisa mtendaji mkuu wa kampuni ya Mevity. Mevity ni kampuni inayojihusisha na uwekezaji kwenye miliki kuu ikiwa na maana ya ardhi, nyumba na majengo mbalimbali Tanzania Bara, Zanzibari na nje ya nchi. Uwekezaji kwenye miliki kuu una vipengele mbalimbali ambavyo leo hii tutavizungumzia na masoko yake. Uwekezaji kwenye miliki kuu ni aina ya uwekezaji ambao watu wanaofanya kwa kuwekeza pesa, muda na rasilimali mbalimbali kwenye kununua na kuuza miliki, yaani ardhi, nyumba na majengo. Zifuatazo ni hatua za kufuata ili kuwekeza kwenye miliki kuu. Hatua ya kwanza ni kuandaa mpango. Kwa mtu ambaye anahitaji kuwekeza kwenye miliki kuu lazima aandae mpango wa kuwekeza aidha kwa muda mfupi au muda mrefu. Hatua ya pili ni kununua miliki. Hatua hii inahusisha kuweza kugundua aina gani ya miliki unataka uanze nayo kwa kuinunua, kwa mfano kununua ardhi tupu au kununua jengo husika. Hatua ya tatu ni kuanza ujenzi. Hatua hii inahusisha kuanza ujenzi aidha kuanzia hatua za awali au sehemu ambayo jengo husika liliishia, yani matengenezo. Hatua ya nne ni usimamizi wa jengo husika. Hatua hii inahusisha kusimamia kuanzia usimamizi wa ujenzi hadi usimamizi wa jengo husika, mfano nyumba au jengo ambalo linapangisha. Hatua ya tano ni uendelevu. Hatua hii inahusisha kuendelea kuwekeza kwenye miliki kuu aidha kwa kuuza na kununua au kwa kupangisha au kukodisha na kuendelea kupata kodi kila mwezi au baada ya miezi kadhaa. Uwekezaji kwenye milki kuu. Ili ufahamu vizuri, lazima utambue masoko, na masoko ya milki kuu ni haya yafuatayo. Soko la kwanza ni soko la nyumba, soko la pili, soko la majengo ya rejareja, soko la tatu, soko la majengo ya ofisi, soko la nne, soko la majengo ya viwanda, soko la tano, soko la majengo ya ukarimu na soko la sita, soko la ardhi. Tukianza na soko la kwanza ambalo ni soko la nyumba. Hili ni soko kongwe ambalo linahusisha majengo kama nyumba za makazi kwa ajili ya makazi binafsi au makazi ya kupangisha au kukodisha. Soko la pili ni soko la majengo ya rejareja. Soko hili linahusisha majengo kama maduka, fremu za biashara ambazo majengo haya yapo kwenye soko la biashara ndogo ndogo na biashara za kati. Soko la tatu, soko la ofisi ambalo linahusisha majengo ya maghorofa, majengo marefu kwa ajili ya ofisi za makampuni biashara na kadhalika. Soko la nne, soko la majengo ya viwanda. Hili ni soko ambalo linahusisha majengo kwa ajili ya viwanda, kwa mfano majengo ya kuhifadhia pia kutunza na kusambaza bidhaa pia na mitambo. Soko la tano, soko la majengo ya ukarimu. Soko hili linahusisha majengo kwa ajili ya burudani pia na utalii, kwa mfano hoteli, lodge, guest house na majengo mengine ya burudani kama camping site na kadhalika. Soko la mwisho ambalo ni soko la ardhi, ili ni soko ambalo linahusisha ardhi tupu. Soko hili pia linahusika na mashamba kwa ajili ya kilimo na ufugaji. Karibuni Mevity Company Limited, mjifunze kuhusiana na uwekezaji kwenye milki kuu na kufahamu masoko ambayo tumeyazungumzia kwa kina. Asanteni.